Walimu na wasimamizi wa shule hii, miti hii tusiipande kama picha tu, tupande miti na tuitunze ili kuhakikisha kwamba vijana wetu hawa wanakuwa wale ambao watafika huko baadaye. Hii miti tunayoiona hapa kuna watu ambao tayari walikuwa wameshaipanda. Laiti kama tungekuwa hatujaitunza, basi leo hii mazingira haya tusingepata kivuli hata cha kukaa. Kwa hiyo nitoe wito wangu kwa walimu na wasimamizi wote kuhakikisha kwamba tunatunza miti hii ambayo tumeipanda leo. Tumepanda miti mia tatu ndani ya eneo hili. Niwapongeze sana wote mlioweza kushiriki katika zoezi la upandaji wa miti, walimu, viongozi tumeona tumeona hapa tumeambatana na mstahiki meya, tumeambatana na waheshimiwa madiwani wetu wote hapa, baadhi waliofika, tumeambatana na naibu meya, tumeambatana na kamati ya usalama kwa kuona umuhimu wa jambo la leo, wakuu wa taasisi, naona watu wa DAWASA, watu wa TARURA wa, wa, ta, TANROADS na wengine wote ambao tumeweza kushiriki. Mimi ni waombe sana ndugu zangu, tuendelee kuwa na mashirikiano mazuri, lakini ukiangalia katika mwaka uliopita wa 2025 Uh, wilaya yetu ya Kigamboni tumepanga tumepanda takriban miti milioni amini, karibu milioni 1.5 kwa hiyo katika swala la utunzaji wa mazingira nasi tuko mstari wa mbele, na mimi niendelee kutoa wito eh, kupitia eh, hadhara hii tuendelee kutunza miti tuendelee kutunza mazingira kwa kuhakikisha usafi wa hali ya juu, upandaji wa miti wa hali ya juu, lakini kuitunza miti ili iweze kukutunza. Nitunze nikutunze, tupande miti, tusikate miti, tuitunze ili iweze kutusaidia kwa ajili ya kizazi cha baadaye, lakini kwa ajili ya mazingira yetu na kupata uh, hali ya hewa iliyo nzuri. Tulikuwa tukipata mvua kubwa, eneo la Kibada na Kisalawe tulikuwa hatupiti lakini kwa sasa tumeona mmeweka miundombinu mikubwa ya kisasa ambayo imeenda kutoa kelo ya tatizo hilo. Hivyo hivyo na ajida hili la shule hii ya Nguva, tuna daraja la Nguva lilikuwa na shida ile ile nyakati za mvua, lakini tatizo hili linaenda kuondoka kwa kasi. Mpelekee salamu, tunampongeza sana sana. Naomba tu niseme, lakini pia tunaomba sana kwa Mwenyezi Mungu amzidishie neema heli, amwongezee maisha ili aendelee kutuhudumia kwa makubaliano tuliyompa kupitia Ilani ya Chama cha Mapinduzi. Majina yangu naitwa Elin David Zakaria, ni dada mkuu wa shule ya Sekondari Nguva. Ah, katika siku ya leo ya ukumbukizi ya kuzaliwa kwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan, amefanya jambo zuri katika upandaji wa miti na miti na umuhimu sana katika kutupatia hewa ya oksijeni na kama tunavyoona kwa sasa viwanda vimekuwa ni vingi na kuna hewa ambazo zinatengeneza kuna hewa nyingi ambazo zinatengeneza zinazoenda kuharibu tabaka la, tabaka la ozoni. Kwa hiyo katika upandaji huu wa miti inaenda kusaidia kuondoa zile hewa zote chafu kama carbon dioxide na kufanya mazingira yawe safi na salama. Kwa majina naitwa Rahimu Muhamed Bazoka ni mwanafunzi kutoka kidato cha tano lakini pia ni kaka mkuu katika Shule ya Sekondari Nguva. Kwanza awali yote, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika katika siku ya leo, siku maalum kwa, kwa maadhimisho ya kuzaliwa kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Pia tunashukuru katika siku ya leo kumbukizi ya kuzaliwa kwa siku, kwa Mama Samia Suluhu Hassan, ila tunashukuru kwa kuandaa programu hii ya upandaji wa miti ah, kuna faida nyingi za kupanda upandaji wa miti hasa katika mazingira haya ya shule, kwa sababu kuna mkusanyiko wa wanafunzi wengi. pia kwe, miti ina umuhimu mkubwa sana kwetu. Kwanza inatujengea mazingira marafiki wakati wa kujifunza. kuna muda tunahitaji kufanya practice katika maeneo ya nje, so miti ni muhimu sana katika maisha yetu ya kujifunzaje hapa shuleni.